Tatizo la homoni balance au mvurugiko wa homoni limepelekea wanawake wengi sana kushindwa kupata ujauzito, kwa sababu tatizo hili kwanza huwa linaharibu mzunguko wa hedhi. Unajikuta unapata period mara mbili kwa mwezi, au unashindwa kupata period kabisa, au unapata hedhi yenye mabonge. Changamoto zote za mzunguko wa hedhi zinasababishwa na tatizo la homoni imbalance au mvurugiko wa homoni. lakini pia inaweza ikapelekea kupata dalili zote za mimba hata kama hauna mimba na tatizo hili pia inaweza ikapelekea ugumu wa kupevusha mayai, unaweza kashindwa kupata hata ute wa uzazi. Hivyo kama umepima na ukaambiwa una tatizo la hormone imbalance au unapata dalili hizi nilizozielezea, basi pata tiba mapema ya hormone balance, uweze kubalansi homoni zako mapema ili iwe ni rahisi kupata ujauzito. Chukua namba kwenye profile kwa ushauri na tiba, lakini pia usisahau kufollow, usisahau kulike na kushare video hii.